Habari ya asubuhi, asifiwe Yesu. Uh, nataka kusema pole kwa mtu ambao tunakaa mara kwa mara bila kuweka video hii. Najua sasa, mnajua kwamba nina mambo mengi na si hapa tu nimeitiwa, lakini naongea na watu na kazi nyingi mbalimbali, mbali na kusafiri kwingi. Lakini karibu wa Kenya, karibu wa Tanzania karibu watu wa Uganda uh, Rwanda, Burundi, South Sudan, watu ambao mko kule Zambia, Zimbabwe, Namibia, Malawi, South Africa, Nigeria, Ghana, America, Canada, Europe countries na United Kingdoms. Mungu awabariki wale mko Australia, asante kwa kujoin na kuwa watu ambao mnafuatilia sana. Ah, uh, Dr. Wilson Swahili Channel. Nina semina ambayo imeanza jana revival meetings. It's a revival meetings your seminar imeanza jana Bumala County. Eh, Bumala eh, Bumala town, Nibusia County. Niko hapa na ninaendesha uh, revival yenye mafunuo ya ndani sana ambao nimetamani watu wa Mungu wapate ili waweze kusaidika. Na mimi nawakaribisha nyote mlio hapa, karibu. Hata najua kuna watu ambao uh, mnaningoja watu kama uh, Pastor David kutoka Eldoret, wachungaji mnaningoja, wale ambao nafanya na wao, lakini jipeni moyo. Mungu atanipa nafasi, nitaongelesha, afu nitakufikia, nitakuongelesha, nitakufikia Pastor David na wale wa Tanzania mujipe nafasi. Baada ya uchaguzi wenu, tunaombea uchaguzi mzuri. Baada ya uchaguzi, tunaomba mjiandae tu, tuweze kupangilia semina itakayokuja Dar es Salaam, itakayokuja Dar es Salaam, ili tuone macho ya watu inaweza kusaidika kufunguliwaje wakasaidika na nafasi hii katika huduma hii. Kwa hivyo Nairobi pia mnaweza kuomba Mungu. Aa, kwa sababu mwakani Mungu akitujalia nitakuwa na semina kubwa ya Nairobi. Na watu wengi walio Nairobi hata Mungu akitujalia baada ya hiyo semina sasa tutakuwa tuko na nafasi ya ofisi hapo na programu zetu zitaanza kufanyika katika mji mkuu wa Kenya Nairobi. Asante kwa wale ambao mko Mombasa, tuna mwakani mwezi wa kwanza hapo, wa pili, wa tatu. Kwa hizo miezi mitatu, Mungu akitujalia, tutakuwa na mkutano mkubwa wa injili, crusade kubwa itakuwa hapo Mombasa, nitapeleka hapo kwa ajili ya kuvuvia kanisa na kuweka kanisa sawa na Mombasa ya Global Kingdom uh, Solution Ministries taweka hapo, na tuone Mungu anajalia. Watu wengi Mombasa wanakosa nafasi nzuri, kwa sababu mimi ni mmoja na uh, kunaye mchungaji ilikuwa nimemweka, lakini ali-li-lialitoka ali, ali alitoka kwetu so ikawa wanaumia, lakini Mungu akijalia, tutapata nafasi na kuweka watumishi wa Mungu kufanya kazi pale. Kile kitu ambacho ninataka kutangaza kwa hii video ni wapendwa, mjiandae, tupata nafasi ya kuongea katika stream line. Maana kwa Swahili channel nitakuja live, nitakuwa live kwa Swahili channel nitakuwa live kwa Global Solution for All Mankind, nitakuwa live kwa Global Kingdom Solution Ministries, na nitakuwa live kwa TikTok pia, nitakuwa live kwa Facebook. Nitajaribu kudiskasi jambo hili kwa watu wengi, wale mtakao join, ili mweze kuona kama inaweza kuwasaidia mambo ya dhabihu za za damu hasa wengi tulio ndani ya Kristo <clears throat> tunakosa ufahamu ya kazi iliyofanyika msalabani, lakini Roho Mtakatifu akikusaidia kuelewa na kujua uh, kile kitu ambacho kilifanyika pale msalabani, unaweza kutumia nafasi hiyo vizuri. Manake dhabihu za damu zinazotolewa za, za, za kumwaga damu, uh, zina nguvu nyingi sana, ina nguvu nyingi sana katika uh, madhabahu ya Mungu na pia katika madhabahu ya adui. Nasema adui kwa sababu dhabihu za damu, wengi mnajua kwamba maadui sana wanatumia dhabihu za damu. Yani, blood sacrifice, lakini pia waelewe kwamba si kwa sababu wanatumia tu, kwa sababu wanapenda. Wanatumia kwa sababu ni, ni sheria ya kiroho. Katika ulimwengu wa kiroho uh, damu ina nguvu sana, na maandiko inasema ya kwamba uhai wa nafsi ya mwanadamu yani uhai wa mwili, uhai wa nafsi beg wa, wa, wa, wa, wa mwili flesh. Uzima wa wa, wa mwili uko ndani ya damu, uko ndani ya damu. <coughs> Ni vitu ambavyo wengi hawaelewi, lakini kuna sababu ya kujificha kwenye siri hii, imejificha katika uh, maisha ya watu wengi, lakini wale wanaotambua sana ni wale wanaofanya dimension ya giza wanatumia hizi sheria kwa madhabahu ya maadui, ili kulemaza na kuharibu uwezo wa wana wa Mungu waweze kuendelea. Lakini tukielewa uwezo na kazi ambayo ilifanyika Kalivari, na tuweze kujua kwamba damu ile iliyotolewa ilitununua na kutupatia nafasi katika uzima wa milele alifanyika da, alikufa ili sisi tuishi. Na ndio maana wakati unamwamini uwezi ukakufa, na wakati wa kipindi cha mwili kiisha, utahesabiwa kwamba umelala. Hii ni kwa sababu alikufa kwa ajili yetu, na alidharauliwa ili tupate heshima. Alidhihakiwa na kudharauliwa, ni mtu ambaye hakuwa na sura nzuri ya kupendeza kwa hivyo umbo lake liliharibiwa sana, ili tupate heshima, tupate uponyaji. Maandiko yanasema kwa mapigo yake tulipona. Alichumbuliwa na kazi hiyo <coughs> haizuii kupata ufunuo wa kutumia dhabihu za damu, ila Mungu akikusaidia kujua, basi itakusaidia pakubwa katika eneo hasa la pesa, mambo ya kibiashara na mambo ya pesa na generally kazi tu zenye tunashughulika nazo katika maisha haya, dhabihu za damu zina nguvu. Damu nikisema dhabihu za damu, kafara za wanadamu, kafara za wanyama, kafara zinazotolewa na za wanyama, na pia dhabihu zinazotolewa katika njia ya pesa. Sasa nitakuja wafunulia, ninasema wanadamu wanatolewa kama kafara, Wanyama wanatolewa kama kafara, na pesa pia zinaweza kutolewa kama dhabihu, ili kusababisha maisha ya mtu iende kifedha, apunguliwe au kazi yake, biashara zake, kampuni zake, au mambo yake ya ki, kitaaluma mambo yake ya kisiasa, mambo ya maisha haya tu yenye watu wanafanya. Sasa nitakuja live kwa kila channel. Ili ni balance vile mnaweza saidika. Zao wengi mnaonifuata, wengi mko ndani ya Kristo na hapo ndani ya Kristo ndi nataka nilete uvumbuzi huu na balancing ya kuelewa maandiko na roho aliye ndani yako atakusaidia kujua kama mm -mm, huu mtu wa Mungu anasema, inaweza kuwa ni faida, Mungu ametaka nipate ufunuo huu ili nianze kujimtu kufanya kila ambacho kinatakikana. Unajua, tunaangamia kwa kukosa maarifa. Tunakaa hapo tukisema yale Yesu alifanya imetosha. Ni kweli imetosha, lakini imetosha kwa ufunuo na imetosha kwa maarifa na imetosha kwa ufahamu. Tukikaa hapo tukisema imetosha, lakini hatuna ufunuo, hatuna maarifa, hatuna ufahamu bado maadui watatokalia. Mungu akubariki wa mwanangu, Mungu akupe kibali na kuwezeshe. Nitawatangazia mapema ni siku gani na saa ngapi nitafikia mambo kama hayo. Bwana awabariki, itawasaidia pakubwa. Asante.